Je, umewahi kujiuliza kwa nini unavutiwa sana na rangi fulani na kuichukia nyingine? Unadhani ni preference tu au mapenzi ya kawaida? Hapana, saikolojia inathibitisha kwamba rangi unaoichagua sio tu mapambo; ni kioo cha nafsi yako, ni lugha ya kimya inayopiga kelele kuhusu maumivu unayoficha, ukweli unaouogopa na sehemu ya tabia yako ambayo huenda hata wewe mwenyewe huijui. Kuna rangi moja kati ya hizi saba tutakazozungumzia leo ambayo inaonyesha kwamba una trauma ya utotoni ya kuto kuhisi kupendwa na nyingine inaonyesha unaogopa kupoteza uhuru. Je, wewe ni yule mpenda bluu anayetafuta amani kwa sababu ya vurugu za ndani, au ni yule mpenda nyeusi anayejenga ukuta ili asijeruhiwe tena? Baki na mimi hadi mwisho kwa sababu rangi ya saba, nyeupe ina siri nzito ambayo asilimia tisini ya watu huikataa pindi wanapoambiwa. Karibu tena kwenye chaneli yetu, sehemu ambayo tunatumia saikolojia kukusaidia kujitambua na kuishi maisha bora. Leo tunafanya deep psychological analysis ya rangi saba kuu: bluu, nyeusi, nyekundu, kijani, zambarau, pinki na nyeupe. Kama ni mgeni hapa na unapenda kujifunza kuhusu akili ya mwanadamu na siri za maisha, bonyeza alama ya subscribe sasa hivi na washa kengele ya notification. Hutataka kupitwa na video ijayo. Tuanze uchambuzi. Tuanze na rangi ya bluu. Kama hii ndiyo rangi yako, saikolojia inasema wewe ni mtu wa kutafuta utulivu, uaminifu na utaratibu. Lakini ngoja tuangalie upande wa pili wa shilingi, maumivu yako Watu wanaopenda rangi ya bluu mara nyingi wana jeraha la ndani linalohusiana na chaos au vurugu. Huenda ulikulia katika mazingira yasiyotabilika yenye kelele au ugomvi, na hivyo ukajenga hitaji la asili la kutaka amani au harmoni. Tabia yako: wewe ni mwaminifu sana, unachukia usaliti kuliko kitu chochote. Wewe ni msikilizaji mzuri na unajali hisia za wengine. Ukweli mchungu unapenda bluu kwa sababu unaogopa kupoteza udhibiti losing control. Mara nyingi unameza maneno yako na kuficha hisia zako ili usivuruge amani. Unabeba mizigo ya wengine kimya kimya, huku wewe ukiumia, ukiamini kwamba ukiongea utaharibu uhusiano. Namba mbili ni nyeusi, rangi ya nguvu, mamlaka na siri. Kama unapenda nyeusi, wewe ni mtu unayetaka kuheshimiwa na kuonekana una nguvu lakini saikolojia ya maumivu inasema nini? Nyeusi siyo rangi, ni ukosefu wa rangi, ni giza. Kupenda nyeusi ni njia ya kujilinda, defense mechanism. Wapenzi wa rangi nyeusi mara nyingi hutumia rangi hii kama ngao au ukuta. Unataka ulimwengu kuone uko imara, lakini ndani una hisia kali sana ambazo unaogopa zikionekana, watu watakutumia vibaya. Tabia yako: wewe ni private person hufunguki kirahisi, una akili sana na unapenda mambo yaende unavyotaka. Maumivu yako ni ogopo kuonekana dhaifu au vulnerability. Huenda uliwahi kuumizwa pindi ulipofunguka moyo wako zamani, hivyo sasa unavaa nyeusi kama silaha ya kutoa onyesho, kwamba usisogee karibu sana. Unataka kuwapenda watu lakini unaogopa watakuangusha. Twende kwa nyekundu, rangi ya damu, hatari na mapenzi. Wapenzi wa rangi nyekundu hamjifuchi. Nyinyi ni watu wa action, mna nguvu, mna haraka na mnaishi maisha kwa kasi, lakini maumivu ya mtu anayependa nyekundu mara nyingi yanatokana na kupuuzua, neglect. Saikolojia inaonyesha kwamba kupenda rangi kali kama nyekundu ni hitaji la kutaka kutambulika validation. Tabia yako, wewe ni kiongozi wa asili, huna subra na unakasirika haraka, lakini unasahau haraka. Unapenda kushinda. Ukweli mchungu: unaogopa kuwa irrelevant, au kuto kuonekana. Ndani yako kuna mtoto anayepiga kelele nioneni, nipo hapa. Mara nyingi unaficha udhaifu wako kwa kuwa mkali au kufanya kazi kupitiliza ili kudhibiti thamani yako. Maumivu yako ni upweke unaokujia pindi unapohisi hamna impact kwa wengine. Rangi ya nne ni kijani, rangi ya asili uzima na pesa. Kama unapenda kijani, wewe ni mtu anayetafuta usalama na anataka kukubalika katika jamii. Wewe ni mponyaji, watu wanakukimbilia wakiwa na shida. Saikolojia ya maumivu: tatizo la wapenzi wa kijani ni hofu ya kukataliwa, fear of rejection. Unapenda kusaidia wengine, lakini mara nyingi unafanya hivyo ili upendwe, sio kwa sababu tunataka. Tabia yako: wewe ni mtulivu hupendi mabadiliko ya ghafla ghafla, na ni mwaminifu sana kwenye mahusiano. Ukweli na tabia, unajali sana watu wanasema nini kuhusu wewe. Maumivu yako makubwa ni pale unapoitoa sadaka furaha yako ili kuwafurahisha wengine, halafu hawakuthamini. Unahisi uchungu wa kutumika vibaya. Unahitaji kujiponya wewe mwenyewe kabla ya kuponya wengine, lakini hujui pa kuanzia. Zambarau, purple, rangi ya kifalme na kiroho. Hii ni rangi ya kipekee sana. Watu wanaopenda zambarau ni wabumifu creatives, wanaona vitu ambavyo wengine hawaoni, wana intuition kali sana. Maumivu yako: kupenda zambarau kunaashiria hamu ya kutoroka uhalisia. Mara nyingi uhalisia wa dunia hii unakuumiza au unakuchosha. Unahisi kama wewe si wa dunia hii au haueleweki, misunderstood. Tabia yako: wewe ni msiri mwingi wa mawazo na wakati mwingine unaonekana kama unaringa. Ukweli mchungu, unatumia muda mwingi kwenye ndoto zako kuliko uhalisia. Unatafuta magic kwenye maisha kwa sababu maisha kawaida ya kawaida yanakupa huzuni. Jeraha lako ni hupeke utakaokujia pindi unapohisi hakuna anayeweza kuelewa kina cha nafsi yako. Tuje kwenye pinki, wengi hudhani ni rangi ya wanawake tu, lakini kisaikolojia ni zaidi ya hapo. Pinki ni rangi ya upole, tenderness na malezi. Kama unavutiwa sana na pinki, hii inaashiria hitaji la unconditional love, upendo usio na masharti. Maumivu yako: mara nyingi wapenzi wa pinki wanajaribu kuponya inner child yao. Huenda utotoni ulikosa ulinzi wa kutosha au ulilazimika kukua haraka kabla ya wakati wako. Tabia yako: wewe ni mpole, unajali na unataka kila mtu awe na furaha. Ukweli mchungu una naiviti ya kutaka kuona dunia ni nzuri tu, na unapoumia unaumia sana. Unatafuta mtu wa kukulinda na kukupa hicho ambacho hukupata utotoni. Unahitaji kuacha kutegemea wengine wakupe thamani yako. Hatimaye, rangi ya saba, nyeupe. Hapa ndipo penye ile siri niliyoahidi mwanzoni. Nyeupe inaashiria usafi, mwanzo mpya na ukamilifu, lakini saikolojia ya kina inasema hivi: mtu anayependa rangi nyeupe kwa kupitiliza mara nyingi anapambana na hofu ya makosa na hitaji la kusafisha historia. Tabia yako: wewe ni msafi, mpangiliaji, unajitegemea na unatumia akili logical. Ukweli na maumivu: kupenda nyeupe ni njia ya saikolojia ya kutaka kufuta, clean slate. Huenda kuna kipindi cha maisha yako kilikuwa na uchafu, aibu au vurugu kubwa, na sasa unatumia rangi nyeupe kutengeneza mazingira ya udhibiti, control ili usikumbushwe mambo hayo. Unataka maisha yako yasiwe na doa. Ukweli ni kwamba unajiumiza kwa kujipa viwango ambavyo hakuna mwanadamu anaweza kuvifikia. Ruhusu maisha yazunguke, ruhusu makosa. Kumbuka, rangi unaoipenda inaweza kubadilika kulingana na kipindi unachopitia maishani. Leo unaweza kupenda nyeusi kwa sababu unajilinda, na kesho ukapenda kijani kwa sababu umepata uponyaji. Nataka nisikie kutoka kwako, kati ya rangi hizi saba ni ipi? Ni rangi yako namba moja? Na je, uchambuzi huu umegusa ukweli wa maisha yako kwa asilimia ngapi? Andika jibu lako hapo chini na soma zote. Kama umejifunza kitu kipya, like video hii ili ifikie watu wengi zaidi wanaohitaji kujitambua. Asante kwa kuangalia, tuonane kwenye video ijayo.